Karibu katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Somo ambalo liko hewani lina kichwa kinachosema nidhamu sio kizuizi bali ni uhuru katika maisha. Ni mimi Mwalimu Pita na nakukaribisha hapa Nuru ya Maisha. Somo ambalo liko hewani lina kichwa kinachosema nidhamu sio kizuizi bali ni uhuru katika maisha. Watu wengi udhani nidhamu ni adhabu. Na wengine udhani nidhamu ni ukali au mateso. Lakini ukweli ni, ni kinyume chake. Nidhamu ndiyo inayokupa uwezo wa kuamua, kutawala mwili, kutimiza malengo. Bila nidhamu utatawaliwa na tamaa Utatawaliwa na hisia, utatawaliwa na misukumo ya mazingira. Biblia inatukumbusha jambo hili muhimu sana katika ile kitabu cha Mithali 25 28 inaposema, mtu asiyeweza kujitawala ni kama mji uliobomoka bila ukuta. Hapa tunajifunza kuwa kutokuwa na nidhamu inamaanisha ume, umeacha wazi na uko katika hatari ya kushambuliwa na kitu chochote katika maisha. Ukikosa nidhamu kazini au kwenye biashara, unakuwa mtu anayefanya kile kinachotokea, sio kile alichopanga. Unakuwa mtumwa wa madeni, unakuwa mtumwa wa presha ya fedha, unakuwa mtumwa wa kila kitu kinachokuzunguka kwenye maisha yako unapoteza furaha, unapoteza fursa kubwa kwenye maisha. Kwa hiyo nidhamu ya kazi hujenga mtiririko, tabia na matokeo ya kudumu. Bila nidhamu katika malengo, unakuwa mtumwa wa kushindwa. Bila nidhamu katika malengo, unakuwa mtumwa wa kushindwa. Watu wengi wanapanga vizuri, lakini hawatimizi Ukikosa nidhamu, mipango inabaki kuwa ndoto, nguvu inabaki kuwa hamasa ya muda mfupi, maisha yako yanakuwa ni mzunguko wa kuanza na kuacha. Usisahau jambo hili katika maisha yako, kila mafanikio ni matokeo ya nidhamu. Nidhamu inajenga tabia, tabia inajenga hatima ya mtu. Kwa hiyo hatima yako haibadilishwi na matamanio, bali na nidhamu ya kila siku. Unachofanya kila siku ndicho kinachopelekea mahali fulani, ndicho kinachokufanya uwepo mahali fulani. Nidhamu ni uamuzi wa kurudia mema, hata kama huna hamasa, na hapo ndipo hatima inajengwa polepole pole, kwa uthabiti. Timishe kwa jambo hili, siri ya uhuru wa kweli iko hapa. Nidhamu yako ndio inaamua afya yako, nidhamu yako ndio ina itaamua mafanikio yako ya kifedha, nidhamu yako ndiyo itaamua ukuaji wako wa kiroho, nidhamu yako ndio itaamua hatima yako, yako ya maisha iwe nzuri au iwe mbaya. Kwa hiyo ukiwa na nidhamu na uhakika hatima yako itakuwa nzuri. Nidhamu ndiyo daraja la kutoka kwenye ndoto kwenda kwenye uhalisia. Kukosa nidhamu ni kukubali kuwa mtumwa wa tabia zako. Kuwa na nidhamu ni kukubali kuwa bwana wa maisha yako. Mungu akubariki sana. Mungu akufanikishe uwe na nidhamu katika maisha yako katika maeneo yote na utaona mabadiliko makubwa katika maisha. Barikiwa sana. Amen.